Anaamini kwamba mapambano kuhusiana swala zima tu la uh, maandamano na story ambayo pia kama alivyofanya tu mwenyewe, pia ametuma ujumbe wake eh, kupitia Insta story kwake na kuandika hivi, hata Nyerere wakati anapigania uhuru kutoka kwa wakoloni, kuna watanzania wenzake walimpinga na wakawa wanapigia kura wakoloni waendelee kututawala, kitu generation haikosi uh, kila generation haikosi nyumbu, na kuweka emoji fulani hivi kama za kutupa takataka hivi na kusema kwamba msichoke kupambana watu wa Mungu eh, tunaukimbilia na kuweka tititititi mhm mm, na kuweka viemoji fulani hivi kama mikono ya maombi hivi mhm mm. Sasa hapa bana anaamini kwamba kuna baadhi ya watanzania ambao wanapinga swala zima so la maandamano na wanaisupport serikali ya sasa hivi, pamoja na kwamba kwamba kuna baadhi ya watanzania ambao wanahisi kwamba hii serikali haifai, hii serikali sio, hii serikali kama inawadhulumu kiaina, lakini kuna wale ambao wanaisupport hii na serikali kwa asilimia mia. Sasa Roma amepigia mfano kusema kwamba hata Mwalimu Nyerere wakati anapigania uhuru wa Tanzania kuna baadhi ya Watanzania ambao walikuwa wanaamini kabisa kwamba uongozi wa, wa, wakoloni ulikuwa ndio bora na walizidi kuwapigia kura hao wakoloni ambao kipindi hicho walikuwa bado wanatesa na wanadhulumu wa Tanzania. Na kumkataa eh, rais wa ama rais mwanzilishi wa taifa na mzungumzia wa hayati Kambarage Julius Nyerere na kuamini kwamba wakoloni walikuwa wako sahihi. Sasa kwa mfano huo anasema kwamba ndio sababu pia kuna baadhi ya Watanzania sasa hivi eh, wana support serikali ya sasa hivi wakati wengine wanaamini kwamba hii serikali inahitaji kuondoka madarakani ili serikali nyingine ije ama kufanyike uchaguzi mwingine kwa ajili ya serikali ambayo itawasikiliza wananchi, serikali ambayo itafanya, uh, mambo kulingana na matakwa ya wananchi. Sasa Roma anaamini kwamba, e, muda bado upo wa mapambano. Mm -hmm. Anaamini kwamba, e, sio swala la kuamka kufanya kitu siku moja alafu matokeo yanaonekana ya, ya. Sasa kwake anaamini kwamba mapambano bado yanaendelea. Ndio maana ya kwenye hii sasuri yake anasema, amesema hivi Um, sioge kupambana watu wa Mungu, nasema kwamba uh, kila generation yani kila generation kuanzia Mwalimu Nyerere mpaka sasa hivi hayakosi nyumbu. Yani kwake yeye anaamini kwamba kuna watu ambao lazima tu kwenye kila mchongo lazima watafelisha mchongo hata iweje. Sasa Roma ametoa mtazamo uh, wake kuhusiana na hiki ambacho kilifanyika, namna ambavyo maandamano ya Disemba 9 hayakufanyika na pia Mange Kimambe alitoa mtazamo wake kuhusiana na anachowaza kuhusiana na maandamano ya Disemba 9 kutofanyika, lakini serikali kwa upande wake bana imetokea kuwasifia Wa Tanzania na kuwapa hongera sana kwa kupuuza na kutotoka nje na kutofanya maandamano kabisa eh, kama ilivyokuwa imekusudiwa na baadhi ya wa Tanzania. Na kuna baadhi ya viongozi ambao pia wamejitokeza kuwashukuru wa Tanzania na kusema kwamba sasa hivi dunia nzima imeshaona kabisa kwamba wa Tanzania wameikubali serikali ya Samia Suluhu Hassan, lakini pia wameonyesha dunia kwamba Tanzania ni nchi ya amani na Tanzania ni nchi ambayo haipendi matatizo kabisa. Nipe maoni yako kuhusiana na alichokisema Diva na nipe maoni yako pia kuhusiana ihusiana na hiki ambacho amesema rhymes of magic attraction Roma Mkatoliki. Uwanja wa comment pale chini unakuhusu.